wamekitaja kuwa mauaji ya watu wengi sana wakati na baada ya siku ya uchaguzi. Pengine kulikuwa na matarajio wakati Msigwa anapojitokeza ku, kuzungumza. U, unadhani mkutano huu umekidhi eh, kujibu maswali yanayoulizwa kuhusu kile kilichotokea? Alichokifanya Msigwa kunadhihirisha kuna tu uwezo hafifu na duni uh, wa serikali kukabiliana na hili jambo lenyewe